Katika The Gear bwana, leo tumekuja Kahama. Uh, Kahama bwana, mwanzoni kwanza mimi nilijua Shinyanga ni Kahama, yani nilijua Kahama ni, ni mkoa kama sio mkoa? Sio mkoa. Okay. Hii bwana, inaitwa The Gear na leo tuko Kahama. Uh, tunaweza kuita wilaya ya Kahama mkoa wa Shinyanga. Tumekuja kupata experience na watu wenzetu ambao wanajua magari, wapenzi wa magari ama watu wanaotoa huduma za magari na kusikia mawili matatu kutoka kwao. Mimi naitwa Jerry, unaweza kuniita mbili tano tano Jerry. Jerry karibu, leo tuko na washikaji kutoka Kahama. Karibuni katika show yetu ya The Gear. Kwanza kabisa nataka ni kwa nijue Kahama, Aa, before miaka labda mitano iliyopita au mitatu iliyopita, na sasa hivi aina za magari ambayo yanapatikana Kahama ni sawa au zimebadilika zaidi? Aina za magari zinabadilika kulingana na wakati, kwa sababu kwasababu watu wengi wanabadilisha badilisha magari, wananua magari yanayotoka saizi Europe, yani pia zinapatikana saizi kwa wingi zamani injinia, naye atupe mawili matatu kuhusiana na na, na, tupe mawili matatu kuhusiana na magari sasa hivi. Yaliyopo sasa hivi ni ya aina gani zaidi, na magari yaliyopo before ni ya aina gani zaidi? Kipindi cha nyuma hapo gari nyingi ambazo zilikuwepo hapa kama ni gari za Toyota kama Harrier, Premio, Previs zilikuwa kwa wengi, lakini kadri siku zivyoongezeka, tukaona gari zinazidi kuongezeka kila siku. Mfano gari zilizoongezeka BMW, hmm. Audi eh? zipo nyingi sana tu Audi Range. uh -huh. zipo kwa idadi kubwa, zinaongezeka kwa idadi kubwa sana tu. Sababu inaweza kuwa ni nini, labda kwa nini sab, uh, sasa hivi zimeanza kuingia European nyingi kama ya biashara, biashara nyingi sana na mzunguko wa hela upo kwa hali ya juu, no maana basi umeongezeka wa magari tumeona kwa idadi kubwa sana na na hii barabara hii barabara ina inahudumia mikoa mingapi na ni nchi ngapi? Ah, hiyo main road inapita hapa hey? Inahudumia nchi kama tatu, ikiwepo Uganda, Rwanda na Burundi. Hiyo main road inatoka Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam inapita mikoa baadhi, inafika kwenye hizo nchi moja kwa moja. Kongo, Kongo haipiti njia hii, inapita pia ah, sema wanaingilia Rwanda au okay, Burundi wanaingilia Kongo kuna advantage yoyote ya barabara kama hii kwamba labda mtu ana gari yake amenunua ya IT ama na gari yote amenunua kwenda Kongo, afu akahitaji labda huduma hapa Kahama, labda akapata breakdown, mnapataga wateja wa aina hiyo? Hmm, mara nyingi kwa gari kama za IT huduma hmm, huduma tunaowapatia hmm, kwetu sisi hapa mara nyingi hizo gari zinakujaga zinaoshwa hapa hmm, zikioshwa zinaendelea na safari. Inakuwa ni vigumu sana kwa gari ya IT kupata breakdown. Hatujawahi kupata kitu kama hicho. Okay. Mm -hmm. Na na tukiongelea tuki uh, huduma kama za mafundi, yule mwenzangu fundi mwingine yuko wapi yule? Wa, brother, wewe si fundi njoo basi. Wewe sio fundi <laughs> ni nani, wewe mwenye gari. Tukiongelea sasa uh, let's say huduma za za magari kwa mfano hizo European na nini na nini bado kutakuwa na changamoto kidogo kwenye masuala ya kuzitolea huduma ama upatikanaji wa vifaa ama nini. Vifaa kidogo bado kwa sasa hivi ni ngumu yeah, maana bado kujaviona, yeah, kwa mji huu wa Kahama yeah, lakini endapo labda vikifika, yeah, kwenye huduma inakuwa ni rahisi zaidi, maana na sisi, unaweza ukaletewa gari kama hiyo unasema uwezi kuifanyia kazi kwa kutokana na vifaa vinakosekana. watumiaji wa ama wateja wa hizi wa ama wateja wenye magari kiujumla, ukiachana na hizi gari, gari tu za kawaida, wapoje? Unajua yani, kuna wale wateja. Kwa mfano mimi nazunguka mikoa mingi sana, unakuta kuna kuna mikoa ambapo wateja hawana changamoto yani, kwamba mteja anakuamini fundi, atakupa pesa utakaomwambia, lakini ukienda, kuna baadhi ya mikoa kunakuwa na changamoto kidogo, mikoa hasa baadhi ya mikoa ya kaskazini, kuna changamoto kidogo kwenye swala kama hilo. Huku pamekaaje? Kwa huku navyowaona wateja si wasumbufu sana, wanakuja wanakuachia gari, unaendelea nao na kazi. Baadhi ndio hivyo, mmoja mmoja, lakini kwa wateja tuliokuwepo nao at least wanajitahidi kwa hizi kampuni za za Toyota gari gani ambazo sasa mwaka huu ndo zimeingia sana, n yani, kwa mfano huu mwaka 2025 gari gani ambazo ndo zimeingia kwa wingi hapa Kahama za kampuni ya Toyota? Haa, kama ile pale, sio mwaka huu sasa. Hii okay, okay, okay. Okay, miaka hivi karibuni tuseme. Hey, hey. kwa miaka a hivi karibuni hey. gari mpya ambazo zimeingia hapa Kahama, hey. kampuni ya Toyota kuna hii hapa hali ya new model ambayo anaita Anaconda eh, zimeanza kuwepo kwe. yeah, so, ni... Ni ah, mi... mm, eh uh-huh. Lakini pia kuna gari mpya niliona ya Rush Rush, walitoa gari mpya new model eh, zipo Kahama pia zipo nimeziona, sambamba na hivyo hata hata sababu ya kuja Kahama niliona unakuaga na vitu fulani vizito. Yaani hapa tunaongelea general tu, lakini Kahama unaweza kukutana na gari ukakutana na gari Kahama, Kahama. Vipo kuna gari zinapita hapa sisi wenyewe unakuta Haujai kuiona hata siku moja. Lakini inapita na inamilikiwa na mtu wa hapa, hapa. Na nimeona sasa hivi kuna trend Kahama ya watu kuandika majina yao kwenye plate numbers. Hiyo ipo. Alafu magumu. Hiyo ipo. Majina magumu kweli. Unakuja hapa kwa kiosho, unakuja kufanya service, mtu kaandika jina lake kwenye gari. Wamekuwa wengi wanapenda kuandika, wamekuwa tofauti na mikoa mingine imekuwa kama ushindane wanakuwa wanaandika majina mtu hey, jina kwa ni kwa ni, kila mtu anaandika kwa niaba ya ushindani. Kwa hiyo kila mmoja anaangalia ni anapoenda kuchukua gari nyingine, anaenda anaandika jina, kwa hiyo anashindana na hivyo. Baada ya miezi baadhi akinunua gari nyingine anabadilisha jina, yani ni vile vile tu anashindana na magari na jina, yani akinunua gari na jina hivyo It... mimi nilienda Arusha nilikuta kaosh nyingi sana, yani kwa mimi binafsi, kwa maoni yangu, niliona idadi ya kaosh zilizopo Arusha ni nyingi kuliko Uh, idadi ya kaoshi labda zilizopo Dar es Salaam kwa, kwa mimi nichokiona na hapa, hapa Kahama nimeona saluni za kunyoa ndo nyingi, lakini kaoshi sizioni nyingi sana. Kaoshi ni nyingi kama kama uh, kama mikoa mingine ama ziko tu standard. Kwa hapa Kahama, yeah. Swala kama hilo hapo. Kaoshi zipo nyingi sema sasa ufanyaji kazi wao, yeah. bado ni loko, yeah. kazi wana azijaji, azijaji brandi sana Aha. Vipo vikaoshi vingi vidogo vidogo lakini vinafanya kazi lokali. Aha, wajawekeza, hmm, zaidi katika mm -hmm, masuala ya kaoshi. Hamna eh, uwekezaji juu ya hilo swala. Tuko barabara ya Isaka na Submarine. Unaziangalia, guys, zinapita bajaji ni nyingi, Toyota ni nyingi. Brother! Mambo vipi brother? Hey, poa, naona naona una Kruger. Hey, nina Kruger. Hey, Kruger, Kruger? Kruger. Eh, eh, inaitwa inaitwa. Ah, okay. Mimi naitwa Jerry, si tuna kipindi kinaitwa The Gear. Karibu, karibu Jerry. Kwa nini Kruger ziko nyingi sana Kahama na upande huu wa, wa kwanza uh, sisi tunafanya kazi nyingi za porini. Watu wengi wa Kahama kazi zao hazipo Kahama. Watu wengi wanafanya kazi ya machimbo, kwa hiyo kazi ya machimbo ni kazi ambazo ziko porini. Kwa hivyo asubuhi watu wanaenda porini, jioni wanarudi. Uh, tunaamini sana katika kurga kwa sababu tunaamini ni land cruiser ya mtu ambaye hana uwezo wa kununua land cruiser. Ni gari ngumu, kwa hivyo tunanunua kurga kwa sababu ya kutumia kwenda maporini. Zinastahimilia, zina shida sana kuliko gari zingine kwa hiyo mtu anaweza mtu mmoja akauza kruga afu akanua tena kruga nyingine? Si ajabu kukuta mtu ana kruga mbili za rangi tofauti. Mm. Kwa hivyo inawezekana kabisa mtu akawa na kruga mbili, mm, za rangi tofauti. Au hata tatu. Au hata tatu. Yani hachoki kwa sababu kruga ni gari ambayo tunaiamini. Eh, bwana, mm, shukrani sana bwana brother. Endelea yeah, na shughuli zako. Naiona, eh, hey, umepiga top ese. Hii kweli ya kazi. Mbona ilipo huko chini? Ndio umefika. Haya <laughs> <Yabu>, poa <abu>. poa. <laughs> Tawana katika engines za magari kunakuwa na engine mbalimbali. Kwa mfano, unakuta Land Rover inakuwa na engine yake Land Rover. Unaweza kukuta BM ina engine yake ya BM. Unaweza kukuta Mercedes ina engine yake ya Mercedes. Lakini ni nadra sana pale ambapo engine ya Toyota inaweza kukaa kwenye Mercedes. Na unaweza kukuta engine ya Range, uh, engine ya, ya, kuna gari kwa mfano unakuta wengine wanaweka kwenye body ya Range wanaweka engine ya Toyota. Kuna wengine kuna, kuna body ya Puma eh?

Uh, naaa na kumbuka ni injini ya Toyota uh, nije moja kwa moja. Ni na, yeah, show yetu ya leo uh, Discovery kama hii, Discovery hizi za diesel nyingi ambazo zipo zinakuja na 3.0 ama 2.7. Sasa uh, kutokana na ukorofi saa nyingine inahitaga ukorofi mbalimbali, watu wanaamua ok, ngoja nitoe niweke Toyota. Je, unafanikiwa nifanyikiwaje? So haya maswali leo ndo tutayapata majibu yake. Lakini kingine uh, unakuta mwingine ashawai kutumia gari fulani, labda Hilux Vigo akapenda sana ile uh, ile performance ya Hilux Vigo, lakini amependa bodi labda la, la gari fulani so anatamani aweke uh, injini flani katika bodi flani, kutokana na alivyo enjoy ile engine, lakini pia amependa, amefurahishwa na bodi flani . So hizo modification zote sio za kitoto. Karibu <mimu> eh bwana, sisi tumekuja kushangaa pia. Mimi pamoja na watazamaji wangu na mashabiki wangu tumekuja pia kushangaa hapa tuna Range Rover Sport yeah? yeah. Ya mwaka gani? Ni 2010. 2010. Bwana huyu anaitwa Kidevu. AKA hiyo <laughs> ah, ni AKA. Yeye anaitwa Ima, engineer Ima. Ima. Ima. 2010 Range uh, Rover Sport. Sport, yes. Na hapa kuna engine gani? Kuna jiko la Toyota Toyota eh, 3UZ. 3UZ. 3UZ. Yes. UZ inakaa kwenye bodi gani? Ambayo unaipata kwenye bodi za Toyota nyingi tu, unaweza ukaipata kwenye Land Cruiser 100 series, unaipata pia kwenye hizi Crown Majesta. Uhum. unaipata kwenye Crown ya zamani ile Majesta pia unaikuta. Uhum. kwa hiyo kuna namba nyingi ya gari ambazo za Toyota zinashare same engine. So, hii engine ya petroli ni, ni petroli engine So, hapo inakuaje sasa, kama petroli na diesel inakuaje? Kwa mfumo unabadilika kwanza. <laughs> Mfumo unabadilika. Sasa itakuaje, control inatumika, control gani? Control unatumia control zote mbili, sababu ah, kuna baadhi ya signal ambazo unazitoa kwenye ile control ya Land Rover hmm, zinaenda kwenye control ya Toyota. Signal kama zipi? Mfano nyingi, kama kuna signal za nozzle, sijui nini, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaibia Mm. E, ili kuja kuwasha injini hizi kwa mfano lights zile za oili eh. E, check engine sijui nini mm. Yote lazima tunatoa kule tunaleta kwa Toyota okay. Na engine ya Toyota ndio inayo run hii hapa mm. Ina maana signal zinaenda kwenye Toyota zinarudi kwenye Land Rover inakuja ndani ah. <laughs> Kwa mimi kwa experience yangu mimi ya ufundi hizi Discovery mara nyingi changamoto ya yani, mfano ABS pump peke yake mm, mm. inafanya kazi kubwa tofauti na Toyota na za kawaida yes. Yani ABS pump pia inahusika na ignition, ignition, ya. ignition yes, masuala sasa inakuaje hapo, vyote vyote unawezaje unachukua signal ya ABS pump ambayo inafanya kazi na nini yani yani kuku, kupata uwezo wa kuwasha ile ignition, ina maana signal hizi zote zinaanzia kwenye brake switch pad. Mm. Kwa hiyo tunachukulia kwenye brake switch na sio huku kwenye ABS module. as mm. tuna bypass kidogo kule mambo. Mm. Eh. Kwenye brake switch na huo wow, umeme unakuwa unaenda paka unaenda kwenye body control. Eh. Kuna signals una zinazotoka zinakuja kwenye main control engine. Eh a gari inaweza <coughs> Yes. Uh-huh. eh, love... wiring pia. Ha. Yes, ambayo inatoka kwenye pedo na nini hiyo inakuwa ni Toyota ha. Na baadhi ya sehemu nyingine inakuwa ni wiring ya engine. Hihi, kwenye body hii kwenye bodi iliyotoka hii engine ili mambo yasiwe mengi sana, wiring ile unaichukua. Yeah. Yes. Fuse box unatumia ya gari ya gari, si, zitatofautiana current na amps, of course, kuna utafauti yeah, lakini sio athari. Aha. Yes, sababu ukikuta sehemu ambayo kuna fuse ya amps ya <coughs> 20 iliyoko kwenye Toyota <coughs> na ukikuta kwenye Land Rover amps ya 20 na maana ni kitu <coughs> kile kile ukipitisha mm -hmm. mm -hmm. labda ishirini sehemu ya hamsini hapo ndo tatizo. mm hapa -hmm. eh. maswali nayo mengi sana anye. Maswali ni mengi kiasi kwamba hata nashindwa kuona, hata cooling system kubadilika, ina maana ili Land Rover tumetoa mm -hmm. ili tuweze kupata fiti nzuri ya hizi pipe, lakini mm -hmm. vile vile ingeweza kutumiki. Hmm. Lakini tunakwepa kwamba ukitumia rejeta ile ile ile. Hmm. ni kwamba pipe mikunjo hmm. hmm. inakuwa ni mingi na kitu kinakuwa kama kichafu hmm, yes, well, tunarudishia ya Toyota mounting unajuaje kama hii injini okay? Cha kwanza ni vipimo <laughs> eh, vinafanyika vipimo eh, kwamba injini ndio toa mounting yake nakaa wapi na hii inayokuja kuweka mounting yake inakaa vipi? hmm. Lakini cha msingi ambacho unatakiwa kukonsider ni kwamba injini ikae imenyooka hmm. Pili ni upande wa gearbox hmm. Unapokuja kuiumanisha na gearbox atakuja, yani hilo swali litakuja tena. Kwanza gearbox, tutafika kwenye gearbox <laughs> gearbox inatumika ni ipi? wapo kwanza <laughs> twende kwenye mounting, kwaona unaangalia mounting za gearbox yes. kama zinakaa sawa sawa position Hey. Hizi za engine zote za mounting... yeah, of course zote zinakuwa ni tofauti. Kinachofanyika kama utatumia ile ile ya Land Rover hmm. ina maana unaongeza tundu kwenye bracket ya mounting ya engine hii hmm. sababu ya Toyota ni nene kidogo hmm. ya Land Rover ni nene kidogo hmm. Kwa ile bracket ambayo inakuja ku mount pale hmm. unaitanua kidogo hmm. ili injini iweze kuvaa so far, katika katika injini ya Land Rover huwa hmm. ina jaa zaidi hapa hmm. hii ni fupi hmm. ndio maana umeona hata hii gap nyuma inabaki, lakini ya Land Rover huwa inajaa mpaka mwisho okay. yes. kwa hiyo tunachocheza nacho ni distansi ya hapa. Oh, whoa, whoa, whoa. Okay. Rover. Hiyo ni hiyo. Oh, yes, ni, ni, ni maamuzi unaweza ukatumia uka gearbox ile ya Land Rover hmm, ambayo unatengenezea tu plate nyuma hmm, ambayo ina uwezo wa kufunga kwanza upande wa engine hmm, kisha unatoboa matundo ambayo anapokea gearbox ya Land Rover hmm, na ambayo ina function vizuri bila tatizo vilevile unaweza ukatumia ya Toyota kama hapa tumetumia Toyota mm hasa -hmm. Yes. Ukitumia giabox ya Toyota, tunarudi tena nyuma, unaunganisha vipi na transfer case, unaunganisha vipi na diff, unaunganisha vipi na popela vyote vinaunganikaaamukitumia ah. <laughs> giabox ya, ya, ya toyota mm. ina maana hadi propela utatumia ya. Toyota ya engine hii hii hmm. Kinachokuja kuleta tofauti ni urefu. Mm. Kwa hiyo unaangalia distance yako kutoka hapa hadi kwenye diff ya nyuma. Eh, ya yeah, Toyota ni ndefu au ile ya Land Rover ndefu? Mm. Kwa hiyo kama utakuta kwamba ile ya Land Rover ndefu zaidi, basi una extend propeller hmm. ili iweze ku mount kule kwenye kwenye kwenye kwenye diff. Okay. Yes. Sasa oh, kwanza hii idea inakuwa natangulia, no, fundi na fundi au mteja, challenges ambazo mtu anakutana nazo ah. Kwenye Land Rover mostly nadhani pia inakuwa ni usahihi wa kwa fundi gani? Okay, wewe well, uli hii kwa mfano project kama hizi ndio, uh, gharama zake zi zikazidi ile gharama ya ni kubwa zaidi ya vile ambapo angeweka injini ile ile. Of course gharama huko inazidi lakini ni mapenzi ya mtu penzi ya mtu kutaka hivi kutokana na labda hataki usumbufu wa gari okay. k okay. Yeah. Wewe unapoamua kufanya jambo kama hili, kwa mfano hii ni, ni kazi yako ya kwa kwanza kwa uh, kufanyia kwa CUZ ama sio kazi yako ya kwa kwanza? Hapana, hiyo sio. Kwa hii CUZ. Okay. Okay. Niliona niliona kuna Niona kuna nyingine mmefunga, lakini zilikepo na ni yes. Yeah, yes. Kule nje kulikuwa na 1KZ 1KZ, yes. Na so far kuna 1KZ moja inazunguka inasafiri sana. Ina sana. Yeah. na hajawahi kupata challenge yoyote anakuambia e ni service na... Sasa kabla hizi kuna una puma pia na unafungaga na zile N54 wanafunga. Wanafunga kwenye puma. Lakini most gari ambazo zinakuja na engine ya BMW nyingi naona. Sasa na mfumo wa AC inakuwaje? mfumo wa AC unafanya kazi a kama kawaida, kama kawaida, kama kawaida yani, yeah. Yes, sababu kwenye mfumo wa, wa, wa AC, magari yote mfumo ni nafanana, nafanana, yeah. Kinachokuja kubadilika ni pipe tu <coughs> kwenye joint zile ambazo zinakuja kuingia kwenye kwa hiyo kwenye, hmm, kinachofanika ni kukata tu kuunga joint ambazo ni zinaendana na uku Air flow sensor inatumika ile ya ya nani ya gari, si ndio? Ya ya engine. Ya engine, yes kama hiyo. Ya mass inatumika ya engine. Asa, ukimaliza hivi vitu vyote, mm. hii gari kwanza mimi naweza kaita chotara. Eh. <laughs> <yeah. laughs> Ukimaliza kumtengeza chotara, pale kwenye dashboard mataa mengi sana yanawaka. Au kwa mfano taya, check engine, lazima iwake. Check engine no, ina inafanya kama mwanzo ilipokuwa. Kama gari kitokea tatizo itatokea. Yes. Haya, oili hivyo hivyo, kula temperature? Hivyo hivyo kwa sababu imetumia control box kia. Control box imetumia. Kwa pale peupe tueupe kama kaa zote hizo, kuna baadhi tu ambazo kwamba kama ya air suspension hizo. Na tukishafanya kuweka mfumo wa Toyota mara hmm, nyingi huwa tunaondoa mfumo wa air suspension, hmm. Tunafunga coil spring, na gari hizi tunajua zinakuja na mifumo miwili eh, na h tunarudishia mfumo wa na kuhusiana na performance, haiwezi kuwa sawa, haiwezi kuwa sawa. Ipi ilikuwa na performance zaidi, performance zaidi inakua kwenye machine gari. Okay. Yes. <coughs> Lakini consumption ya mafuta? Consumption ni kawaida. Kawaida kama engine. Kama engine. Sababu kwa engine, tuna consider pia body weight. Aha. Yes. Kila engine tunakuwa na body weight yake. Kwamba kwa, kwa engine hii, ina uwezo kupush body. Kupush body.

Okay. Hii leo hatari bana, hii inaitwa The Gear. Leo tulikopo na mtaalamu wetu Ima ambaye alikuwa anatuelezea mambo. Drop comment yako kuhusiana na show ya leo umeionajionaje, lakini pia uh, tunaendelea hatujaishia hapa, tunaenda kwenye gari nyingine a aina ya Brabus ambayo pia imefanyiwa vitu kama hivi vya hatari kabisa. Wasiojua, Brabus ni si kampuni ya Mercedes Benz, ambapo pia ni moja kati ya gari ambazo zinaonekana za kifahari sana duniani, sio Tanzania peke yake, duniani. Uh, tunaendelea katika kipindi kinachofuatia kuhusu tu discuss kuhusiana Brabus Uh, leo tulikuwa na Naima kama mimi naitwa Fundi Jerry. Shukran kwa director Zosa kwa kuweza kufanikisha show yetu hii ya The Gear. Usisahau ku drop comment yako katika page yetu ya Instagram @255jerry @255jerry yani 255jerry. Jeri, usisahau kuangalia vipindi vyetu katika YouTube channel na upita hapo chini. Usisahau kusubscribe pamoja na ku like.